Chama cha Mapinduzi. Majina yangu naitwa Abdalla Paz Shomari, ni katibu wa siasa na uenezi wa chama cha mapinduzi wilaya ya Kigamboni. Leo tumekuja kwenye mkutano wa kampeni wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hapa katika viwanja vya TANESCO Yombo Vituka. Sisi kama wana Kigamboni tumejizatiti katika hili na tumesema kwamba kwa kazi kubwa ambayo alifanyia Mheshimiwa Rais, tukaja na kauli mbiu asante mama. Asante mama kwenye nini? Kwenye miradi ambayo ameitekeleza Kigamboni, kwenye miradi ambayo aliahidi kuifanya katika wilaya yetu ya Kigamboni. Kigamboni tunajivunia kuwa na hospitali ya taifa ya rufaa ya kifua kikuu pale eneo la Vijibweni, lakini Mheshimiwa Rais ametujengea kilomita 43 za kiwango cha lami kutoka kata ya Kibada kwenda kata ya Kisaitu kupita kata ya Pemba Mnazi hatimaye kuishia katika kata ya Kimbiji. Hayo yote tukaja na kauli mbiu ya kusema asante mama. Kwa hiyo leo, kama wana Kigamboni, tumeona tuje kuhakikisha tunamsikiza mheshimiwa rais, lakini tunamuunga mkono na tunamwahidi, Oktoba ishirini na tisa tunakwenda kumimina kula za kutosha. Oktoba tunatiki, tunatiki, tunatiki, tunatikisa. Kwa hiyo niendelee kuwaalika wana Kigamboni, wakazi wa Dar es Salaam na wenzetu wa Temeke, wote tushiriki katika mkutano huu na tunaamini kwa kazi kubwa Mheshimiwa rais rahisi aliyoifanya tarehe ishirini na tisa Oktoba tunakwenda kumheshimisha kwa kumpa kula nyingi sana, kula za kishindo. Na Wanakigamboni wamemwahidi mama kwamba atakapomaliza na baada ya kuapa, sisi Kigamboni tunasubiri tunamwandalia mapokezi makubwa, na hayo tutayafanya katika wilaya yetu ya Kigamboni kwa kumshukuru katika miradi ambayo Kigamboni ametukabidhi. Kigamboni ni wilaya pekee yenye hospitali mbili za wilaya lakini wilaya pekee ambayo ina daraja la Kigamboni ambayo linatufanya tufike kwa wakati uliokuwa sahihi. Sasa labda niseme kwenye upande wa utekelezaji wa ilani katika kata pale, kata ya Tungi, mheshimiwa diwani yupo hapa mteule, lakini tunakwenda kujenga hospitali pale katika kata ya Tungi, kwa maana ya kituo cha afya cha ghorofa. Lakini kwenye kata ya, ya, ya mji mwema, kipo kituo cha afya kwenye kata takriban kata sita tayari zina vituo vya afya, ilibakia kata ya Tungi kwa kumalizia na inakwenda kupata kituo cha afya. Sasa mimi niseme kwamba wana Kigamboni tumekuja kwa ajili ya kumsupport mheshimiwa rais, na leo ataona shughuli ambayo tunakwenda kuifanya pale uwanjani. Hatutapoa kwa muda wote wa mkutano huu, tutaweka vibe la maana, tutampokea mama na hakuna kupoa. Tumesema kuanzia sasa mpaka mheshimiwa rais atakapoondoka, sisi tutasimama wima na natuko tayari kuibeba Kigamboni, kuibeba kampeni hii ya Dar es Salaam. sisiemuoye Kigamboni oye! Sasa kwa sababu naye mwakilishi wa mheshimiwa madiwani ni muombe mheshimiwa diwani wa kata ya Tungi, mimi naamini tayari ni diwani na alikuwa mstahiki meya wetu, anaijua vizuri Kigamboni, anajua kilichotekelezwa Kigamboni kwenye halmashauri. Mheshimiwa diwani, basi sasa na wewe useme machache ili tuende katika vibe kule ambapo mama Samia yupo.